Mpendwa mtazamaji, ni dominika ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwaresma. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya saba hadi ya tisa na sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya saba. Somo la pili tunalipata kutoka katika e, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya tano aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tisa na injili tunaipata kwa mwinjili Matayo sura ile ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na moja Nitaisoma injili. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku arobaini mchana na usiku mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia: ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahali yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Mpendwa mtazamaji, tupo katika kipindi hiki cha Kwaresma, na katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho kinadumu kwa muda wa siku arobaini, mojawapo ya matendo makubwa ambayo Mkristo anapaswa kuweza kuyafanya ni kufunga, na Yesu Kristo katika injili hii ya Mathayo anatuonyesha yeye mwenyewe alifunga. Sasa mfungo wake unaanza namna gani? Mfungo wake unaanza kwa sentensi hii kwamba Yesu alipobatizwa tu mtoni Yordani na Yohane, mbingu zikafunguka, sauti ya Baba ikatangaza huyu ni mwanangu mpendwa wangu hasa, na Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa hua hasa, Roho yule yule aliyekuwa ameshuka, mbingu zilikuwa zimefunguka. Roho huyo huyo anampandisha, anampeleka jangwani, ili aende akajaribiwe. Katika Biblia Takatifu, jangwa ni mahali pakame, jangwa ni mahali pasipokuwa na uhai, jangwa ni mahali ambapo huwezi ukapanda kitu kikaota, hakuna maji. Jangwani pia ni makazi ya mashetani majini. Jangwani ni mahali ambapo kuna nyoka wakali wenye sumu mbaya. Jangwani ni mahali pa kifo, na Yesu alipelekwa akapandishwa katika jangwa la Judea kwenye mlima akapelekwa huko, na lengo la kupelekwa jangwani aende akajaribiwe. Ajaribiwe na nani? Ajaribiwe na ibilisi. Katika Biblia kuna maneno mawili ambayo lazima kila unaposoma Biblia na kutafakari uweze kuyajua. Ya kwanza kuna neno jaribu ambalo kwa Kiingereza inaitwa testing. Na la pili inaitwa kishawishi ambacho kwa Kiingereza ni temptation. Wachambuzi wa maandiko matakatifu wanasema, majaribu mara nyingi Mwenyezi Mungu anayaruhusu yaje kwa mtu kwa lengo la kuweza kumwinua, na ndio maana umesikia Roho yule yule aliyekuwa ameshuka kwa Yesu amempandisha aende jangwani akajaribiwe na shetani. Lakini kishawishi temptation, kinatoka kwa shetani na kinapita kupitia tamaa zetu, na lengo la kishawishi ni kuweza kutuangusha. Hasa leo tunatembea katika shule ya majaribu Yesu anaenda kujaribiwa. Nimesema kwamba majaribu yana lengo la kuweza kutuinua kutoka katika hali ya chini kwenda katika hali ya juu. Yesu alikuwa tayari ameshainuliwa, ameshatangazwa kwamba huyu ni mwana mpendwa wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akasema msikilizeni yeye. Hasa kabla hajasikilizwa, hajaingia katika utume, Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu sasa anampeleka mwanaye wa pekee jangwani sehemu isiyokuwa na watu, sehemu ambayo imetengwa. Anakwenda kule kwa ajili ya majaribu. Hapa tunajifunza kitu kimoja kikubwa sana katika safari yetu ya maisha kwamba baraka za Mwenyezi Mungu ambazo tunazozipata katika maisha yetu, neema na karama na vipaji ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu, ambavyo Mwenyezi Mungu ametuinua mpaka mbingu zimefunguka na Roho Mtakatifu anakuwa juu yetu haviwezi kutuzuia kuto kuingia katika majaribu. Ukiona una karama, una vipaji, umeinuliwa katika viwango vikubwa, utambue kinachofuata baada ya hapo ni majaribu. La pili, heshima kubwa ambayo tunayopewa katika maisha yetu na Mwenyezi Mungu, lazima baadaye tufike hatua tuweze kunyenyekezwa, kama vile Paulo alivyopewa mwiba baada ya kupelekwa hadi katika mbingu ya tatu, baadaye akapewa mwiba, mjumbe wa shetani akampiga ili aweze kuwa mnyenyekevu. Na jambo la tatu tunalojifunza katika hili, Yesu Kristo anapopelekwa juu kwenda kujaribiwa, ni kwamba Mwenyezi Mungu anavyowatayarisha baadhi ya watu wake kwa kazi maalum, huwapatia nguvu katika tendo la kutengwa kwenda katika jangwa, anawapatia majaribio, majaribio makali. Haya wakifaulu ndipo sasa wanaingia katika kazi na ndio maana utakuja kumkuta huyu Yoshua bin Sira anazungumza katika eh, Yoshua bin Sira sura ya kwanza aya sura ya pili aya ya kwanza anasema: mwanangu, ukitaka kumtumikia Bwana weka moyo wako katika kujaribiwa. Kwa hiyo Yesu Kristo anaingia katika utumishi, ana safari ya miaka mitatu kuhakikisha kwamba dunia nzima inakombolewa na yeye mwenyewe anamwaga damu, aliweka moyo wake katika kuweza kujaribiwa na roho yule yule. Sasa anampeleka katika vita hii. Kwa hiyo usije ukaogopa katika swala zima la unapoingia katika majaribu, ukaona mwenyezi mungu amekuacha hapana. Majaribu ni sehemu ya kukufanya tukujue kwamba wewe ni nani. Yesu Kristo ametambulika kwamba yeye ni nani kupitia majaribu. Na akiwa huko sasa, anajaribiwa. Yesu Kristo anajaribiwa na Shetani, alifunga kwa muda wa siku arobaini Arobaini kibiblia ni kipindi maalum. Usisahau kwamba wana wa Israeli walisafiri jangwani kwa muda wa miaka 40, kipindi maalum. Musa alikaa mlimani katika mlima Sinai akipokea zile amri za Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Kutoka ile sura 32, kwa muda wa siku arobaini amekaa katika uwepo wa Bwana. Kwa hiyo arobaini ni kipindi maalum ambacho Mwenyezi Mungu huwa anatupatia nafasi ya kuweza kuingia katika hatua nyingine kubwa. Yesu Kristo anatembea kama vile Musa alivyokuwa eh, mlimani kwa muda wa siku 40, kama vile wana wa Israeli walivyokaa jangwani, walivyotembea jangwani kwa muda wa miaka 40, kama vile Nabii Eliya alivyokwenda mbele za Mwenyezi Mungu katika siku 40 akaenda kupanda katika mle, Mlima Erobu. Yesu mwenyewe naye anakaa jangwani. Katika mahali ambapo hakuna mtu, yeye na Mungu wake. Amefunga kwa muda wa siku arobaini, na ili neno linatuambia kwamba katika mfungo wake wa siku arobaini, akiwa anaongea na baba yake, alikaa katika muunganiko na baba yake kwa muda wa siku arobaini, hakusikia njaa. Na pia Musa alipokaa kule mlimani kwa muda wa siku arobaini, Mwenyezi Mungu anaandika zile amri zake katika yale mawe. Musa alikaa mlimani kwa muda wa siku arobaini kuna baridi kali, hakusikia baridi, hakusikia njaa katika hizo siku arobaini. Maanaake nini? Kipindi hiki ambacho tuko nacho ambacho tunatiisha miili yetu katika suala so zima la kufanya mwili wetu usikizishwe, sauti yetu isikizishwe kwa Bwana, ni kipindi ambacho kuna neema ya kipekee. Mwenyezi Mungu anaweka ganzi miili yetu isisikie njaa, ili miili yetu, nafsi zetu ziweze kusikia sauti ya Bwana, ziweze kusibishwa, zipate kushiba chakula cha uzima, neno lake. Na badala ya kuendelea kushiba katika eh, haya mambo ya kidunia, weka moyo wako ushibe neno la Mwenyezi Mungu. Uweke moyo wako kipindiki cha Kwaresma kwa muda wa siku arobaini, ushibishwe na neema Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufufuka, uweze kuishi maisha ya ufufuko baada ya kufika mwishoni Mwa safari yake hii Yesu Kristo anasikia njaa na anaposikia njaa, ndipo ibilisi anakuja. Wataalamu wa maandiko na mambo ya wa kiroho wanasema shetani anamwogopa sana mtu aliyefunga. Kwa kipindi chote ambacho Yesu Kristo alikuwa katika mfungo, anaongea na baba yake, shetani alikaa mbali. Alipojisikia tu njaa, ndipo shetani anakuja, na kama vile shetani Alipokuja kwa Adamu na Eva wakiwa katika ile bustani, ndipo pia shetani anakuja kwa Yesu Kristu akiwa jangwani. Shetani haogopi, haangalii ni mahali gani ulipo, atakujia tu na anamjia Yesu akiwa na njaa, anakuja kumjaribu, anamwambia neno hili gumu sana: ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Anamkumbusha kwamba ulivyobatizwa, mbingu zilifunguka na sauti ya Mungu ikatoka ikasema, wewe ni mwanaye mpendwa hasa. Kwa nini Mwenyezi Mungu amekuacha na njaa? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yaweze kuwa mkati. Swali la mtego sana, maana yake kama wewe hutaamuru mawe haya yaweze kuwa mkate, maanake wewe si mwana wa mwenyezi Mungu. Na kama wewe ni mwana wa mwenyezi Mungu, kwa nini mwenyezi Mungu akuache katika mateso yayo na njaa? Mbona wana wa Israeli aliwalisha jangwani, kwa maana aliwapatia mkate? Kama Waisraeli walikula mikate kwa muda ule wa miaka arobaini, walikula mana, kwa nini wewe huweze kuwa na njaa? Kwa hiyo, huyu shetani anaanza kumjaribu Yesu Kristo. Akikumbuka kwamba kupitia chakula aliwafanya Adamu na Eva wakatenda dhambi. Nakumbuka kwamba alimwendea Adamu na Eva, Shetani alimwendea Eva, Shetani Eva, hakuwa na njaa, kupitia chakula walishindwa kuweza kuwa watii kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu angalia alivyomuuliza huyu Eva, alimuuliza swali hili akasema, je, Mwenyezi Mungu amewakataza ninyi msile matunda haya. Alipoona kwamba wamepewa kila kitu, wamepewa neema hii ya Mwenyezi Mungu, akasema, "Je, hamwezi kula matunda haya?" Na kwa Yesu Kristo anakuja katika swali hilo hilo. Adamu na Eva walianguka kupitia chakula. Na kupitia chakula hicho hicho Shetani anataka kumjaribu Yesu Kristo aweze kuanguka. Lakini Yesu Kristo anasimama imara. Tunajifunza kitu gani hapa? Hadi leo majaribu makubwa sana ya baadhi ya watu ambao ni wa Mungu, wanaanguka kupitia chakula. La pili, wengi sana pia wanaanguka kupitia kile ambacho wamepewa na Mwenyezi Mungu. Usisahau Shetani, Shetani ana akili, ana kumbukumbu kubwa ya matukio yote yanayotokea katika safari ya maisha yetu, kama alivyokuwa na kumbukumbu kumbu ya yote yaliyokuwa yametokea katika maisha ya Yesu Kristo. Manake Yesu Kristo alipokuwa anabatizwa, Shetani alikuwa anaona, akasikia maneno yote Mwenyezi Mungu alikuwa anayatamka, kwamba wewe ni mwanangu mpendwa. Sasa tayari Yesu Kristo ni mwana mpendwa wa Mwenyezi Mungu, anaweza anamwambia, tumia uweza wako huu ili uweze kushiba, usiwe na njaa mara nyingi Mwenyezi Mungu ametupatia uweza, ametupatia karama, ametupatia vipaji, ametupatia vyeo, ametupatia utajiri, ametupatia sura nzuri, ametupatia nguvu. Kuna kipindi unaweza ukawa na njaa, na njaa na shetani, wakati wa njaa anakujia, anasema wewe, si una sura nzuri? Tumia sura yako nzuri kuweza kupata mahitaji yako ushibe. Wewe si una cheo? Tumia cheo chako kuweza kupata uh, chakula chako wewe si una umbile zuri tumia umbile lako zuri kuweza kupata mahitaji yako. Wewe si una karama, una ubiri vizuri, una sauti nzuri ya kuweza kuimba, tumia sauti yako hiyo nzuri ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia, uwezo wako huu, ili uweze kushiba. Na ndio maana unakuja kukutana sasa hivi wale ambao wana vipaji wana karama wana uwezo mkubwa katika kuweza kufanya mambo mbalimbali, mbali ya kuweza kuimba haimbi mpaka alipwe. Amegeuza sauti hiyo aliyopewa na Mwenyezi Mungu kuweza kuwa ni kipato kwa ajili ya mahitaji yake, anageuza akili aliyokuwa amepewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya chakula. Wanasimama na wengi wameanguka, wamegeuza vipaji, karama, uzuri waliokuwa nao katika swala zima la kula, na wameanguka. Yesu anatuonya anasema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Yaani, maisha yako, karama yako, uzuri wako ulikuwa nao ni zaidi ya chakula, usije ukatumia vibaya karama ya Mwenyezi Mungu. Na Yesu alimshinda kwa kunukuu maandiko, anasema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Shetani alivyoona kwamba ameshindwa katika hilo, Yesu Kristo alivyotumia maandiko akamchukua akampeleka hadi Yerusalemu. Wataalamu wa maandiko wanasema kwamba katika jaribio hili la pili alipompeleka Yerusalemu, alimpeleka hekaluni, kwamba shetani haogopi kwenda hadi mahali patakatifu. Shetani hajaogopa kwenda katika hekalu, anampeleka kwenye mnara juu Shetani hakuogopa kumwendea Adam na Eva walipo katika bustani ile takatifu ambayo Mwenyezi Mungu alitengeneza. Shetani hajaogopa kwenda katika Jerusalem ambalo kuna hekalu ambalo huyu mfalme Sulemani alivyojenga, utukufu wa Mwenyezi Mungu ulishuka katika ile hekalu hadi makuhani wakashindwa kuweza kuingia. Shetani hataogopa kukufuata mahali ulipo, hata kama upo katika mahali patakatifu. Shetani atakufuata hadi kanisani, atakuletea mawazo mabaya kanisani huko huko upo mahali ambapo ni patakatifu. Anamchukua Yesu Kristo, si kwa nguvu, anampeleka hadi kule juu katika kile cheo, katika nafasi ya juu zaidi, kwenye kile kilele anampeleka, anamwambia maneno haya mazito, anamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, anarudia tena yale yale maneno, jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua na hii anayozungumza kwamba imeandikwa ilikuwa ni neno kutoka ni, ni Zaburi ile ya, ya Zaburi ya tisini ya, e, e, na moja kwamba imeandikwa kwamba imeandikwa atakuagizia malaika zake. Hapa tunajifunza kitu gani, mpendo wa mtazamaji? Tunaojifunza hapa ni kwamba shetani haogopi kutumia maandiko matakatifu kuweza kumfanya mwanadamu aweze kuanguka. Na katika hilo sasa amesema jirushe maana yake anacheza katika nafsi kwamba utakavyojirusha watu wote walio katika ibada hapo watakavyokuona kwamba unatoka mbinguni watakudaka. Maana yake nini? Mahali pa juu popote pale unapopandishwa ni mahali hatari sana, ndio mahali ambapo wengi wanateleza, wanaanguka. Maendeleo katika ulimwengu huu yanamfanya mwanadamu, yanamletea alama nzuri sana ya mafanikio kwamba uko juu, lakini shetani akifyatua mishale yake ya moto lazima uanguke. Shetani anakuja hadi kwa watu wote ambao wapo katika nafasi za juu kanisani. Ukiona umepata nafasi ya juu katika maeneo ya kanisa, utambue kwamba ni mahali hatari sana wale ambao wamepata bahati ya kuweza kuinuliwa katika nafasi mbalimbali na nyadhifa mbalimbali za kanisa, wanapata sifa kubwa. Viongozi wakubwa, askofu, padri, siyo mwenyekiti wa halmashauri ya walei, siyo mwenyekiti nini. Umepata nafasi kubwa, umeinuliwa, una karama mbalimbali, unaitwa nabii, unaitwa mchungaji, utambue upo katika nafasi mbaya sana ya kuweza kuanguka kwa sababu usipokuwa na moyo wa unyenyekevu, roho ya kiburi inaingia kwako. Unataka kila siku upewe sifa. Ukihubiri usipopigiwa makofi, unasema kwamba kesho siwezi kufanya jambo hili. Usipoitwa majina yale makubwa makubwa, wanaweza kuwadharau hao watu. Na asilimia kubwa ya wengi walio katika vyeo vikubwa vya kanisa, ambao wameinuliwa sana, roho ya kiburi imeingia ndani mwao, na shetani amewaangusha. Wametaka sifa mbalimbali mbali. Usipoimba usiposifiwa, kesho huimbi. Usipoenda sehemu ambapo ukasifiwa, siku nyingine huendi. Hatuendi maeneo ambapo ya unyenyekevu, tunataka maeneo yenye sifa tu. Mwenyezi Mungu atuhurumie sana katika hilo jaribu. Yesu Kristo alishinda akasema kwamba akakataa, akakataa katika hilo. Yesu Kristo akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tunamjaribu sana Mwenyezi Mungu. Na baadaye Ibilisi anamchukua anampeleka hadi katika mlima mrefu, anamchukua anampeleka huko, anamwonyesha fahari zote za kidunia. Na baada ya kuweza kumwonyesha zile fahari za kidunia, anamwambia nitakupatia haya ukinisujudia. Maana yake nini? Alimwambia kwamba katika maisha ambayo umekuja hapa duniani umekuja hapa duniani kwa ajili ya kitu kimoja tu, wafanye watu waweze kumjua mwenyezi Mungu. Nisujudie nikupatie mali kwa sababu mali za duniani hapa zinapatikana kwa watu kuweza kumshuhudia Shetani. Kwa hiyo, ukiniangukia, ukiniabudu, na kupatia mali zote hizi na watu wote duniani, hata wale ambao ni wapagani watakuja kwako, watajua kabisa kama wewe ni mkuu, una mali, kwa hiyo watakufuata wewe. Ndipo Yesu Kristo anapokuja kumwambia yale maneno, anasema, ondoka Shetani. Alipofika katika kile kipengele cha kutaka kuweza kuabudiwa, Yesu alimwambia ondoka Shetani. Akasema imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako. Hadi leo asilimia kubwa ya watu wengi ambao wameanguka kupitia mali wameingia katika ibada za kumwabudu shetani, haendi katika neno la Mwenyezi Mungu, haendi Jumapili, yupo katika ibada za kumwabudu shetani. Vikundi vya kumwabudu shetani vimewafanya Wakristo wengi wamemwacha Mwenyezi Mungu. Je, mali zinakupelekea umwache Mwenyezi Mungu? Mali zinakupelekea umemwacha Mwenyezi Mungu aliyekutoa katika safari hiyo, mpaka sai huna amani ndani ya nafsi yako. Yesu Kristo alivyomkataza shetani akamfukuza, ndipo malaika wakaja kuja kumtumikia, na malaika walikuwa pembeni, walikuwa wanamwangalia katika ile kazi aliyokuwa nayo ya kuweza kushinda ile majaribu. Malaika huwa wanakaa pembeni, wanatuangalia katika hiyo vita. Tunaingia katika vita vya kiroho, muombe Mwenyezi Mungu katika vita vya kiroho. Unapofunga ushinde tamaa ya kutumia nafasi yako uwezo wako katika kuweza kupata chakula Uishinde nafasi hiyo ya nafsi katika swala la zima la weza kujiunua kwa sababu utaanguka vibaya, uweze kuwa mnyenyekevu. Baadaye pia shinda vishawishi vyote, shinda majaribu yote katika mali. Mali zimewapelekea watu wengi weza kuanguka. Umwabudu Bwana Mungu wako usiziabudu mali. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.